Wanakaa imara ladaki cha chasambi napitishwa mpira katika njia ahwa katika nafasi na jazo ndani kuli hatari a oh! wow! desemu kwala Steven, huku furaha tu kwa wekundu wa Msimbazi. Simba wanapiga makofi na salute <laughs> kuonesha jitihada kubwa iliyofanywa, wanaipongeza. Jean Charles Ahoua ametengeneza nafasi duchu, asisti na Dese Mukwala ndiye mfungaji wa bao. Habari ziwafikie, Steven Dese Mukwala kutoka Masaza Cup kule Kampala, Uganda na...